Radio Kwizera Habari. Habari. Na miongoni mwa taarifa tulizo nazo mchana wa leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Shinyanga aagiza manispaa ya Kahama kutenga asilimia kumi ya mapato ya ndani kukopesha makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza wataka wakazi wa Mwalukila, Nyamagana, kuwafichua na kuacha uharifu. Na spika wa bunge la Venezuela George Rodriguez asema zaidi ya wafungwa wa kisiasa mia nne wameachiwa huru nchini humo. Habari kamili. Bukoba, ujenzi wa olera baadhi ya mitaa ya manispaa ya Bukoba mkoani Kagera umetajwa kwa sababu kubwa, ni baadhi ya watendaji kushindwa kusimamia sheria. Meya wa manispaa ya Bukoba Antony Rwenkomezi amesema haya wakati akizungumza na watendaji na wenye viti wa mitaa, na kwamba sheria ya mipango miji inamtaka anaijenga kuwa na kibali cha ujenzi baada ya kujiridhishwa kuwepo eneo hilo linafaa. Amesema kuwa wananchi wanaponunua eneo huanza ujenzi bila viongozi kujua, na mwisho inavuruga mpangilio wa ramani ya eneo inayohusisha barabara, makazi, taasisi na viwanja kwa matumizi mbalimbali. Moja, hakikisha watumishi au wananchi wote wanaoawe na kibali rasmi, sisi ndio tuwe mfano wena. Amos na Nehemia Silvesta ni miongoni mwa maafisa watendaji wa mitaa, wamesema kuwa wamepokea maagizo hayo na wanaenda kuyatekeleza kwa ufanisi, ili kuepusha athari za ujenzi horera Kahama. Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga ameagiza halmashauri ya Manispaa ya Kahama kutenga asilimia kumi ya mapato ya ndani kukopesha makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu bila upendeleo. Bimuhita ametoa agizo hilo kwa mkurugenzi huyo baada ya kero iliyotolewa na wananchi juu ya taratibu za utoaji mikopo inayotokana na asilimia ya mapato ya ndani kwa halmashauri hiyo. Bimuhita, amesisitiza kuwa bajeti isipotosheleza vikundi vyote, tathimini inatakiwa kufanyika ili kila kata ipate mkopo wa badala ya baadhi ya kata kunufaika kila mwaka na kusababisha malalamiko kwa wananchi. Hili swala la mikopo mimi huwa napata ukakasi. Anajitokeza mtu anasema kwamba sisi tumekidhi mahitaji yote, tumekwama halmashauri. Maombi yote yanaenda kwenye idara ya maendeleo ya jamii, ambao kwenye kata tunawawakilishi. Hao wawakilishi kazi yao ni kuibua vikundi au kuvibeba na kuviinua vikundi ambavyo viko, lakini pia kuwashauri na kuhakikisha kwamba wanakidhi vigezo vyote. Kwa lugha nyingine, huwezi kupata msa baada wa uhakika kwenye ngazi ya kata, ukaenda ukaambiwa hujakidhi vigezo ngazi ya halmashauri. Awali Neema Musa na mkazi wa kata ya Nyasubi na Abdalla Juma wameeleza kuwa wamekuwa wakifuatilia mikopo halmashauri kwa muda mrefu bila mafanikio richa ya kukidhi vigezo na kuunda vikundi halali. Mwanza Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza amewataka wakazi wa Maarukila Rwanima wilayani Nyamagana mkoani Mwanza kuwafichua wahalifu katika jamii zao na kuacha kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Kamanda wa polisi mkoa Mwanza, mkoa wa Mwanza DCP Ulibudi Mpafungwa ametoa wito huo katika mkutano wa hadhara kati ya jeshi la polisi na wananchi wakijadili ufumbuzi wa changamoto za kiusalama eneo hilo. DCP Mtafungwa amesema kuwa ushirikiano kati ya polisi na wananchi ni muhimu katika kudhibiti uhalifu, hivyo wananchi wana wajibu wa kutoa taarifa za wahalifu na uhalifu na viashiria vya uhalifu mapema na kwa wakati. Msiwape nafasi wahalifu hata kidogo, na jambo linalogusa usalama wenu msilijadili kwa utani utani. Nataka niwaambie jambo linalogusa usalama, tusiwachekee tulijadili kwa uzito na tulifanyie kazi sote kwa pamoja, kwa sababu sote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama. Lwanima ikiwa salama, Sawa ikiwa salama, Kishili itakuwa salama, Kishili ikiwa salama, Buongwa inakuwa salama, hatimaye wilaya Nyamagana na mkoa mzima wa Mwanza unakuwa salama. Aidha, Kamanda Mtafungwa amesisitiza kuwa jeshi la polisi halitavumilia uharifu wa aina yoyote na kwamba litachukua hatua madhubuti kuanza ngazi za chini kuwazuia waharifu. Radio Kwizera, habari kimataifa. Kinshasa. Waziri wa habari na msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya amesema mikataba ya amani iliyosainiwa na serikali Washington na Doha, hakuna ardhi iliyotolewa kupata amani mashariki mwa DRC. Bwana Myaya amesema hayo katika mkutano na vijana jana mjini Kinshasa, kufafanua mikataba ya amani iliyosainiwa na serikali na kwamba mikataba hiyo siyo siri, lengo lake ni kutatua mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Waziri Myaya amesema kuwa mikataba hiyo imeanzia mambo manne kipaumbele kikubwa kikiwa katika kusitisha vita kati ya M23 na jeshi la taifa, kuachia wafungwa wote wa kisiasa na vita, na kudhibiti kundi la wanamgambo wa FDLR kutoka Rwanda. Serikali ya Kinshasa inaendelea na jitihada za kumaliza vita kwa njia ya diplomasia, ambapo mazungumzo ya kitaifa yanatarajiwa kufanyika, na wananchi wanatakiwa kutojihusisha na kujiunga na makundi ya waasi. Caracas, spika wa bunge la Venezuela George Rodriguez amesema watu zaidi ya 400 wameachiwa huru kama sehemu ya mpango wa kuwaachilia wafungwa wa kisiasa. Akizungumza jana, Rodriguez amesema uamuzi wa kuwaachilia baadhi ya wafungwa, sio wafungwa wa kisiasa, bali baadhi ya wanasiasa ambao walivunja sheria na kukiuka katiba, watu waliotaka uvamizi uliokubariwa Rodriguez amesema wakati wa kikao cha bunge kuwa hatua hii inakusudiwa kukuza na kuimarisha jamii kuishi kwa amani. Ingawa amesema zaidi ya watu 400 wameachiliwa, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanakadiria kuwa idadi ya idadi ndogo ya wafungwa kati ya sitini na sabini wameachiliwa nchini humo katika siku za hivi karibuni. Miongoni mwa taarifa tulizokuletea mchana huu wa leo Mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Mboni Muhita aagiza manispaa ya Kahama kutenga asilimia kumi ya mapato ya ndani kukopesha makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza awataka wakazi wa, wa Mwarukila Nyamagana kuwafichua na kuacha uhalifu. Na spika wa bunge la Venezuela George Rodriguez amesema zaidi ya wa wafungwa wa kisiasa 400 wameachiwa huru nchini humo. Waza Wazua msikilizaji, inategemeana na umeegemea wapi. Na huo ndio umwisho wa taarifa ya habari. Saa kumi alasili tutakuletea duru habari. Mimi ni Albert Andrew Cavano. Asante kwa kusikiliza Radio Kwizera Habari. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii: Facebook at Radio Kwizera, Instagram, X na TikTok at Radio Kwizera FM underscore, YouTube Kwizera TV na websaiti yetu Radio Kwizera co tz.